Hasani. Lakini jambo jingine pia ndugu zangu ambalo nimeona pia ni muhimu tukashea pia kwa pamoja ni kuhusu mwenendo wa usalama wa mkoa wetu kwa ujumla wake. Fikiri mnafahamu hapa nyuma mkoa wetu pia ulipata itilafu ya baadhi ya wahalifu kuweza kuharibu mkoa na baadhi ya wahalifu pia kuweza kuharibu miundombinu. Naomba niwaeleze kwa dhati kwamba miundombinu yote ambayo ilikuwa imeharibiwa mpaka muda huu tunapozungumza ipo on progress katika kuirudisha upya, ili watanzania waendelee kupata service zao. Kwa mfano, zipo baadhi ya ofisi za TRA, zipo baadhi, ipo miundo mbinu ya barabara kama hii, miundo mbinu ya barabara inayoenda ya mabasi yaendayo kwa kasi, zipo baadhi ya ofisi za watendaji wa sekta za mitaa, zipo baadhi ya ofisi za Chama cha Mapinduzi, zile ofisi zote ambazo serikali inahusika nazo ikiwa ni pamoja na serikali za mitaa, vituo vya polisi, TRA tumekusha anza kurudisha huduma, na pengine kwa kukarabati upya au kwa kujenga upya ili ziwe bora zaidi. Na pale ambapo tumeendelea kusikia kuna viashiria vyovyote vile vya kuendelea kutishia ama kuvunja amani, tumeendelea pia kutoa elimu kwa watanzania wenzetu na Dar es Salaam na kuonesha umuhimu wa mkoa huu kwamba tusirudi tena katika hali ambayo ili tukuta hapo nyuma. Mkoa huu ni mkoa muhimu, ni mkoa ambao utakapofungwa huduma nyingi zinaweza zikalala ndani ya mkoa na hata nje ya mkoa wetu. Kwa hiyo ni washukuru sana waandishi wa habari ni washukuru sana wa Dar es Salaam kwa kuendelea kuwa, kwa kuendelea kuwa mabalozi sahihi wa neno amani, kwa sababu katika amani ndio tunapata kila jambo na zaidi pia ni washukuru sana wadau na hasa viongozi wa dini, viongozi wa taasisi sio za kidini, viongozi wa asasi za kiserikali na zile sio za kiserikali, na wadau wengine wote kwa ujumla wao, kwa kuungana mkono kuwa haki na amani ni kama mapacha, lakini tunaongeza neno uwajibu kwamba haki na amani ni kama mapacha, lakini bila kusahau wajibu ambao umetajwa katika vitabu vyetu na umetajwa vile vile katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mantiki hiyo, siku ya leo tarehe 31 mwezi wa 12, na fahamu ya kwamba kutakuwa kuna mikesha mingi makanisani, kutakuwa kuna mikesha mingi maeneo mbalimbali ya starehe, ni watoe wasiwasi wa Tanzania wa Dar es Salaam kwamba endeleeni kusherekea sherehe hizi za mwaka mpya vizuri, lakini kila mmoja katika kusherekea awe balozi mzuri wa neno amani. Zamani tulizoea kusherekea sherehe hizi kwa kupiga mafataki na kuchoma matairi kama sehemu ya shamra shamra. Nadhani tumia nafasi hii kushauri tena kwamba kwa sababu ya vile viashiria vilivyotokea hapo nyuma kidogo kipindi hiki ni vizuri tukasherekea bila kuleta taharuki ya aina yoyote. Si busara wala si vema tena kusherekea kwa kuchoma matairi, kwa sababu nafahamu ya kwamba matairi hayayo hayakutumika vizuri. Kwa hiyo huu sio muda tena wa kuanza kuchoma matairi au kuanza kupiga mafataki bila kupata kibali maalum kutoka jeshi la polisi. Ni vizuri jeshi la polisi likakuongoza na pengine majirani wakafahamu na watu wengine pia wakafahamu ili kuto kuleta mishtuko na vitu ambavyo vita vitakuwa havina maana. Lakini pia niendelee tena kuwaomba viongozi wote wa dini na wala sio viongozi wa dini kuendelea kutumia siku hii na katika mikesha yetu kuhubiri maswala ya amani kwa Watanzania, kuhubiri maswala ya amani kwa Dar es Salaam, na pengine kuhubiri mshikamano, udugu na maswala mengineyo yanayohusiana na hayo tukijielekeza huko, ninaamini kabisa kwamba sote tutakuwa na uungwana wa kujenga mkoa wetu wa Dar es Salaam, ambao umekuwa ni mkoa muhimu kwa mtanzania wa aina yoyote. Na siku hii ya leo pia, tarehe 31, tunapoendelea kusubiri tarehe moja, leo mheshimiwa rais pia katika Twitter na katika mitandao atazungumza na kuhutubia pia. Nimeona taarifa hapa. Naomba sana, ni waombe Watanzania na hasa wana Dar es Salaam wote tuwe wasikivu kusikiliza hotuba ya mkuu wa nchi anapoendelea kutoa mwelekeo wa taifa letu, na anapotupa pia neno la heri ya mwaka mpya na namna ya kuusherekea mwaka mpya wetu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie tena nafasi hii kuwatakia wana Dar es Salaam wote heri ya mwaka mpya na kwamba tusherekee bila kusahau majukumu tunayoweza kuwa nayo, kuanzia tarehe moja ya mwezi wa kwanza 2026, kama ni haya niliyokushataja ya kupeleka watoto wetu shule, ya kuendelea kujipanga kuwa na mfumo wa pamoja wa bima afya kwa pamoja, na maswala mengine yote, tusherekee bila kusahau wajibu huo, tusherekee bila kuvunja amani, tusherekee bila kunyang'anya haki ya mtu yoyote, tusherekee bila kuleta ugomvi wa aina yoyote, tusherekee bila kuhubiri udini, tusherekee bila kuhubiri ukabila, tusherekee kila mmoja akiwa anatambua hatuna ardhi nyingine zaidi ya Tanzania na Dar es Salaam. Baada ya kusema haya Mungu mwema aendelee kutubariki ili mkoa wetu wa Dar es Salaam uendelee kuwa na amani na udugu na mshikamano na uendelee kustawi katika maendeleo yake ili hata jirani aendelee kuona rehema na neema ambayo Mungu ametupatia katika mkoa huu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee na Mungu atubariki sana. Asanteni sana.